Eti, jamani, sijui kujiongeza huku eh, kuna faida mimi hapa nishajiongeza na nishaanza kuona matokeo mazuri. Mm. Nilikuwa naumwa kidogo. Nimeenda kupima, akaniambia nina malaria kumi. Akanipa mseto. Hasa mseto eti nini? Sijui vidonge viwili kwa siku saba. Nikaona kama ananichekeshea mambo. Eh, nimepiga midozi yote, yes, yes. Kwa Hapana. Mimi nitakunywa sangapi? Sasa nimekunywa vidonge vyote. Naona kabisa kama maumivu yanakata hivi. Mwili unakaa sawa lakini nalegea. Alafu mbele naona watu wamevaa, wanawake wamevaa nguo nyeupe. Wananiita naona mabawa. Sijui ndio wamesema nimepona, sijui nimepona. Kwamba naweza hata kupaa. Sijui macho yangu. Ila naona mauza mauza mauza mauza. Na mabawa zangu. Utakufa, you will die. Utakufa bibaya wewe, na kuhurumia. <laughs>